Hujambo na karibu. Serikali ya Kenya inapendekeza kurejesha fidia kwa wananchi wanaojeruhiwa au kuuawa na viumbe wa baharini kama vile papa na nyangumi. Pendekezo hili limetolewa kupitia mswada wa marekebisho ya sheria ya wa wanyamapori uliowasilishwa na mbunge wa Lamu Mashariki, Ruweida Obo. Mswada huu unalenga kurekebisha uamuzi wa mwaka 2019 ambapo viumbe hawa waliondolewa kwenye orodha ya waliokuwa wakistahili fidia chini ya sheria za wanyamapori. Wizara ya wanyamapori na shirika la KWS wameonyesha mashaka kuhusu gharama na changamoto za utekelezaji wa mpango huo, wakitaka mfumo madhubuti wa kutathmini madai. Katibu wa wizara Silvia alisema wapo tayari kuunga mkono mradi huo iwapo itajumuisha vigezo vinavyoeleweka wazi kuhusu mazingira na mashambulizi na muda wa madai kufanyika. Katika maeneo ya pwani kama Lamu, wavuvi na familia zao wameripotia zaidi ya visa elfu moja mia mbili vya mashambulizi ya viumbe hawa katika kipindi cha miaka mitano bila fidia yoyote. Waathiriwa wengi wamelemewa na gharama za matibabu na kupoteza uwezo wa kujitafutia riziki. Kwa sasa kuna shinikizo kubwa kwa serikali kuidhinisha mabadiliko hayo kwa haraka ili kuhakikisha haki kwa waathiriwa wa mashambulizi ya viumbe hatari wa baharini. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.